Viongozi wa Kenya Kwanza wameendelea kukashifu siasa za ukabila na uchochezi wanazosema zimeendelea kuenezwa na baadhi ya viongozi wakiongozwa na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. hata kama tumekosa mti ya kupigia kura, na amepaki ule mti ya ukabila, sisi hatutapiga Kenya kura wakiongozwa na msaidizi wa rais Faruk Kibet pamoja na kiongozi wa wengi bungeni Kimani Ichung'wah. Viongozi hao wamesema Gachagua ameendelea kueneza siasa za chuki, wakiwataka wananchi kudumisha amani ili kuliendeleza taifa. Yule mkabila ambaye tunauliza ambaye aliondokea na hamala na wengine, walimtoa bunge, walimtoa kwa sababu ya sifa zake na tabia mbaya kwa Wakenya. Imagine unaambia mlui hapa hauna share, alafu unapata mtoto wenu mdogo ajui hata sijui kutafsiri share ni nini. Wewe unaweza tembeaje na mtu amesaliti the whole community? Mbunge wa Kikuyu Kimani Chongwa akibaini kuwa taifa limejawa na siasa zinazonuia kuwagawanya Wakenya, akikashifu baadhi ya viongozi wa makanisa anaosema wanashirikiana na wanasiasa kueneza siasa za uchochezi, akiwataka kujiepusha na mambo yatakayovuruga umoja wa kitaifa. The voices of ethnicity, we can never stand, we can never prosper as a nation. Ukabila ni kitu unaweza kuhubiri. Unaweza soma kwa Biblia usomee watu. Zaidi ya hayo wakikashifu vurugu na uharibifu wa mali ulioshuhudiwa katika maandamano. Wakibaini kuwa maandamano yameendelea kurudisha taifa nyuma kimaendeleo, wakiwataka wananchi kutumia haki zao za kidemokrasia kwa njia inayofaa. Even as we seek to express ourselves in whichever way we want to express, we must never burn our country. The moment you destroy a business in Kakamega town, you are chasing away investors from Kakamega, you are chasing away job creators. Aidha, viongozi hao wameendelea kupigia upato miradi ya serikali pamoja na hatua za kimaendeleo zilizopigwa na serikali kufikia sasa, wakibaini kuwa serikali itajitahidi hata zaidi ili kuliboresha taifa. Kenya iko katika njia sawa kwa sababu hata watu wa IMF wametuambia Kenya, eh, growth yake inaendelea kwa kasi na kwa njia sawa sawa today we have all witnessed and we can testify that indeed food prices continue to come down our dollar uh, uh, to the Kenya shilling exchange rate James Mwangi Undugu TV